so that Samia Suluhu Hassan would still have won the election. E bwana, leo professor Lumumba amezungumza kitu ambacho kwa kweli uh, si rahisi kwa Watanzania wengi sana kukiaccepti lakini ndio fact. Eh, professor Lumumba huyu bwana ni professor kutoka kule nchini Kenya lakini huwa anapenda sana ku, uh, kujiengage na masuala ya kisiasa ya nchi mbalimbali kwa sababu huyu mtu ni uh, pan-Africanist -Africa, ya yani ni mtu ambaye anapenda kuitetea Afrika. Sasa ameongea kitu kimoja ambacho mimi kwa upande mmoja nimekispoti eh, nime najua kuna watu wengine, lakini kwenye hili mimi nipo nasimama naye. Profesa anasema katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 huu ambao umekwisha eh, mwezi wa kumi, na kutokea machafuko hapa Tanzania. Anasema kwamba hata kama eh, chama cha Chadema basi bado eh, kingepoteza kwa namna hiyo. Unaweza ukawaza ame, ame, kwa nini ameongea hivyo? Lakini huu ndio kweli. Profesa anasema kwamba hata kama Tundu Lissu angetolewa gerezani, chama cha Chadema kingeingia kwenye uchaguzi, bado rais e, Samia Suluhu angeweza kushinda uchaguzi huu tena kwa uh, ushindi mkubwa tu. Eh, sasa mimi na, na supporti. Kwa nini nasema na sapoti jambo hili? Kwamba profesa yuko sahihi, yuko sahihi profesa Lumumba, kwa sababu hata uh, uh, ukiangalia CCM unajua ni chama kikubwa kina watu wengi especially eh, vijijini. Ukiangalia huwezi uh, kulinganisha na chama cha Chadema eh, CCM kina watu wengi sana vijijini, sio kwa namba tu, lakini hata kihistoria ukiangalia eh, chama cha Chadema hakiwezi kufikia CCM. Hilo jambo la kwanza, uh, jambo la pili eh, chama cha CCM tayari kimekuwa na na, na, na, na, na uzoefu kwenye masuala ya kufanya siasa za Tanzania kuanzia kampeni. E, na pia ukiangalia jinsi ambavyo tayari wameshaonyesha kwa Tanzania kwamba wana uwezo wa waku, kufanya japokuwa kuna kwa na malalamiko mengi kwamba kwa kimekaa madarakani muda mrefu, lakini akijafanya mambo makubwa ambayo watanzania wamekuwa wakitarajia na vyama vingine vya siasa ambavyo vimekuwa vikilalamikia. Lakini kimsingi ni kwamba kweli kuna mambo ambayo yamefanyika kwenye chama hiki, miundo mbinu, miradi mikubwa ambayo imeweza kufanywa uh, chini ya uongozi wa uh, viongozi wa CCM. E, ni ishara ni, ni, ni tosha kwamba chama hiki e, kina kinatekeleza, kina kina, kina mambo ambayo kinaahidi. Kwa hiyo mimi nadhani profesa yuko sahihi kwamba CCM hata kama ingeingia uchaguzi na Chadema ambao mwaka huu hawajashiriki, bado ilikuwa na nafasi ya kushinda. Lakini e, jambo lingine la, ambalo ni la tatu CCM ni chama ambacho kina mizizi tangu na tangu Ukiangalia historia ya CCM eh, si, ni kwamba hiki chama kimeanzishwa mwaka elfu moja mia saba huko si, sabini na saba huko nyuma. Miaka mingi sana. Usifananisha na chama cha Chadema ambacho kimeanzishwa mwaka 92 hapo 93, miaka ya juzi. Kwa hiyo hakina ch Chadema, haina mizizi hiyo e, eh, ya kuweza kushindana na chama cha Mapinduzi. Huo ndio ukweli. Lakini pia ukiangalia Chadema inasapotiwa sana na uh, uh, vijana wa Gen Z ambao wengi wao vijana hawa Uh, wanaongea tu mitandaoni lakini kiuhalisia kwenye upigaji kura, mimi nasema ha ha hawashiriki e, na katika shughuli nyingi sana za kisiasa pia hawashiriki tuwe, tuwe kweli. Kwa hiyo bado mimi nadhani profesa alichokiongea hapa ni sahihi kabisa, kwamba hata kama Chadema wangeshiriki uchaguzi huu bado CCM na Rais Samia angeweza kushinda uh, uh, uh, uh, uh, kiti cha urais. Kwa hiyo tusio tusi, tusi, tunaongea kishabiki wala uh, kuweka Uh, mambo kuongea kimiemko. Ukweli ni kwamba CCM ni kubwa na na imejipanga kiuchaguzi na mikakati mingi sana, kwa hiyo kushindana nayo sio rahisi. Kama kuna chama cha kuja kushindana CCM, basi uh, inabidi kijipange kwa kweli. Hii ni Bongo ya 365, tuandikie kwenye comment na nimeiona video hii hapa ya profesa Lumumba akiwa anahojiwa nao jamaa sijui kutoka Kenya, nikasema ngoja nitie neno kidogo hapa uh, kama una maoni yote na kama unadhani pia Chadema wangeshinda Uh, kama wangeshiriki shiriki uchaguzi eh? Tuambie o kwenye comment, lakini they would have had higher votes in urban Tanzania but rural Tanzania would have neutralized the vote so that Samia Suluhu Hassan would still have won the election. Usisahau kusubscribe at Bongo 365.